Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriamu Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zasomwa na Nizia Masinde, na kwenye habari za michezo takuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati kifuatacho ndani ya TVE. Habari. Rais wa Zanzibar Dr Hussein Ali Mwinyi anawataka wa Tanzania kuendelea kudumisha amani. Na katika habari za kimataifa maelfu wajitokeza kutoa salamu zao za mwisho kwa mwili wa Papa Francis mjini Vatican. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja, tuanzie huko ambapo tunaelezwa kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi D Huseni Ali Mwinyi amesema uwepo wa amani ndio jambo linalowezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini, hivyo ni muhimu kuendelea kudumisha amani. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza wilayani Kigamboni jijini Dar es Salaam katika hafla ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya Kibada Mwasonga hadi Kimbiji kwa kiwango cha lami, Rais Husen Mwinyi amesema uwepo wa amani ndio jambo lililowezesha ujenzi wa barabara hiyo ya Kibada na barabara zingine, hivyo ni muhimu kuendelea kudumisha amani, ambapo ameagiza barabara hiyo ikamilike kwa wakati na kwa viwango. Akizungumzia suala la muungano, Rais Dkt Mwinyi amemshukuru na kumpongeza Rais Dkt Samia kwa kuendelea kudumisha muungano na kuendelea kumaliza kero za muungano jambo ambalo limezidi kuimarisha umoja. Miongoni mwa matunda makuu ya muungano wetu ni kuendelea kuwepo kwa umoja wa Watanzania na kudumu kwa amani katika nchi yetu. Hakika hizi ni tunu muhimu ambazo sote tuna wajibu wa kuzilinda na kuzidumisha. Umoja wa Tanzania unatoa nafasi pana kwa wananchi wa pande zote mbili za muungano kunufaika na fursa mbalimbali mbali, zikiwemo za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika hali hiyo, hakuna mwananchi hata mmoja hapa Tanzania anayekosa faida za kuwepo kwa muungano huu kwa namna moja ama nyingine. Awali, kabla ya kumkaribisha rais wa Zanzibar kuongea, akiongea kwa niaba ya waziri wa ujenzi, waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Jerry Silaa amesema barabara hiyo imekuwa ni kilio cha muda mrefu cha wananchi wa Kigamboni, na sasa kwa ujenzi huo inakwenda kuifungua Kigamboni kiuchumi kwa kuwezesha wawekezaji kufanya kazi kwa ufanisi. Mheshimiwa Daktari Samia amefanya makubwa kwenye sekta zote, afya elimu, maji, hata barabara zilizoko chini ya TARURA. Miradi ya DMDP ya awamu ya pili imeanza kutekelezwa kwenye maeneo karibia yote, majimbo yote ya mkoa huu wa Dar es Salaam. mimi jimboni kwangu Ukonga iko barabara maarufu inaitwa Banana Kivule Kitunda Msongola. Barabara hii mbunge wa jimbo lile hata akiposti taarifa za msiba lazima mwananchi atakuja kumwambia, acha mambo ya kulia msiba, njoo njega barabara Kivule. Ndani ya miaka minne ya Daktari Samia ametenga zaidi ya shilingi bilioni thelathini na mbili. Hivi ninavyozungumza mkandarasi yuko site na barabara ile, muda mchache ujao itakuwa ni historia. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam salam Albert Chalamila amemhakikishia rais wa Zanzibar kuwa mkoa huo upo salama na utaendelea kuwa salama licha ya uwepo wa vuguvugu za kisiasa huku akimpongeza Rais Dr. Samia kwa kuwezesha barabara hiyo kujengwa pamoja na kuwezesha miradi muhimu ikiwemo umeme sanjari na kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa kuiboresha Zanzibar. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi hii kukaribisha Dar es Salaam na kwanza kukupa taarifa kwamba mkoa wa Dar es Salaam upo shwari sana. Wapo baadhi ya watu jana wameniuliza sana kwamba mbona askari wengi sana barabarani? Tukawaambia hiyo ndiyo fahari ya muungano na ndiyo fahari ya kutimiza miaka 61 ya muungano wetu. Pigeni makofi mengi sana lakini, wapo wengine Mheshimiwa rais walijinasibu wanataka kukinukisha, lakini mimi kama mtaalamu wa lugha nikawaza kwamba hauwezi kukinukisha kama huko tayari kunuka. Ni lazima uwe tayari kutoa harufu ili ufikishe misheni ya kuweza kukinukisha. Lakini Mheshimiwa Rais, mpaka leo sijaona aliyekuwa tayari yeye kukinukisha. Akitoa taarifa ya ujenzi wa barabara hiyo yenye jumla ya kilometa 41, mtendaji mkuu wa TANROADS mhandisi Mohamed Besta amesema ujenzi wa barabara hiyo umegawanyika kwenye vipande viwili, ukigharimu kiasi cha shilingi bilioni 83.8 chini ya mkandarasi wa kampuni ya Estim na tayari umefikia asilimia 30. Mheshimiwa Rais, mradi huu ni sehemu ya barabara inayoanzia hapa Kibada kupitia Mwasonga Kimbiji, Pemba Mnazi katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam. Pia barabara hii inayoanzia Kurasini kupitia daraja la Nyerere inaungana na barabara ya Kibada Mwasonga Kimbiji katika eneo la Kibada. Mheshimiwa Rais, barabara kutoka Kibada Mwasonga Kimbiji yenye urefu wa kilomita 41 utekelezaji wake umegawanywa katika sehemu kuu mbili sehemu ya kwanza yani, pakeji 1 ni sehemu ya barabara kuanzia kibada hadi songani yenye urefu wa kilomita 26.7, na sehemu ya pili inaanzia songani kupitia kijaka hadi kimbiji yenye urefu wa kilomita 14.3. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa sehemu zote hizi mbili za mradi huu zinatekelezwa kwa pamoja na kazi ya ujenzi ilianza tarehe kumi mwezi aprili mwaka jana 2024 na ilipangwa kukamilika tarehe tisa mwezi desemba mwaka huu uzinduzi huo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 61 ya jamhuri ya muungano wa tanzania chini ya kauli mbiu isemayo muungano wetu heshima na tunu ya taifa shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 asante sana mrisho mapeo kwa taarifa hiyo Wananchi wa kijiji cha Luhafwe, halmashauri ya Tanganyika mkoani Katavi wamemwomba waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Deogratius Ndejembi kutatua mgogoro wa ardhi uliodumu kwa zaidi ya miaka kumi na mitano katika eneo ambalo limetengwa na serikali kwa ajili ya uwekezaji. Nema Useni ana taarifa zaidi kutoka Katavi. Ni kilio cha wananchi kwa waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi, mara baada ya kufika katika eneo la Luhafwe lililopo halmashauri ya Tanganyika mkoani Katavi kwa ajili ya kuwasikiliza na kupata ufumbuzi wa mgogoro wa ardhi uliodumu kwa muda mrefu. Sisi wakazi wa maeneo haya tumekuwa na, na misukosuko isiyoisha kunyanyaswa, kunyanyaswa viongozi wa viongozi wanasema kwamba ni maagizo kutoka juu. Sasa ukielewa

Kufuatia maelezo hayo, waziri Deogratia Sindejembi ilimlazimu kuunda tume ya uchunguzi ambayo ameipa wiki tatu kukamilisha suala hilo. Narudia tena, serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan haitaki kuonea mtu. Nataka na mimi kama waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi nijiridhishe na yote yaliyosemwa haya kupitia timu inayotoka wizarani. Mimi nakupa Kamishna ninakupatia wiki tatu, wiki tatu, tuwe tumerudi kwenye eneo hili hili kuweza kutoa majibu kwa wananchi hawa. Asante sana Neema Useni kwa taarifa hiyo. Kutokana na kuwepo kwa maombi ya ugawaji wa jimbo la Mbeya mjini ulioombwa na halmashauri ya jiji la Mbeya, tume huru ya taifa ya uchaguzi imekutana na wajumbe na wadau wa uchaguzi kwa lengo la kujionea sifa ya kuwepo kwa mgawanyo huo. Taarifa ya Daniel Simarta kutoka Mbeya ina arifu zaidi. Hayo yameelezwa na mjumbe kutoka tume huru ya taifa ya uchaguzi, Magdalena Lwebangile, akitoa mwelekeo wa kuelekea kugawanywa kwa jimbo la Mbeya mjini na kuwa maombi yaliyowasilishwa na mapendekezo ya kuligawa jimbo la Mbeya Mjini, halmashauri ya jiji la Mbeya, mkoa wa Mbeya, ni sahihi na kwa mujibu, mujibu wa barua iliyowasilishwa na katibu tawala wa mkoa kwa tume. Aidha, tunawasihi kwa kikao hiki, haina haina maana kuwa sasa ombi lenu limekubaliwa, bali tume leo hapa imetimiza matakwa ya kanuni ya kumi na nane ya tume huru ya taifa ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ya kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa na kuba, na, au, au kubadilisha jina la jimbo. Kwa upande wake kaimu mkurugenzi kutoka tume huru ya uchaguzi Ignesia Swile amezungumzia malengo ya tume hiyo kuja Mbeya kujionea masuala ya kugawa jimbo la Mbeya mjini, nadhani niseme tu lengo la kikao cha leo kama ilivyoelezwa pia kwenye hotuba ya ufunguzi, tume inapenda kujiridhisha na taarifa ambazo zipo katika barua ya katibu utawala wa mkoa kuhusu kugawa jimbo hili la Mbeya mjini. Sasa mambo ambayo tunataka tuthibitishe, la kwanza, je, ni kweli tarehe kumi na moja Machi 2025 kulifanyika kikao cha baraza la madiwani na wakakubaliana kuligawa jimbo la Mbeya mjini. Tujipigie makofi basi. Hata hivyo, mmoja ya viongozi wa chama cha siasa mkoani Mbeya ameshukuru kuwepo kwa matarajio hayo ya kugawanywa kwa jimbo hilo. Yote yaliyotamkwa hapo ijadili kwa ushirikishwaji mkubwa na matumaini yetu daituaswire kabukuitufijo sana jimbo la Mbeya jimbo a ole na jimbo la, viore, la, jimbo la mjini. Mbeya mjini. Nikiripoti kutoka mkoa wa Mbeya mimi ni Daniel Smelta TV habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imesaini mkataba wa ujenzi wa skimu ya umwagiliaji na mkandarasi wa kampuni ya Mkwawa Logistic Construction Limited uliopo kijiji cha Idudumo kata ya Mwanzoli wilaya ya Nzega mkoani Tabora, ambapo unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 36.7 na utawanufaisha wananchi zaidi ya elfu tano kutoka vijiji vitano vya wilaya ya Nzega. Taarifa iliyoandaliwa na Joseph Ndau inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Mradi huo ambao utatekelezwa kwa muda wa miaka miwili, utakapokamilika utawanufaisha wananchi wa vijiji vya Idudumo, Mwanzoei, Mwagedeli Kitengwa na Udukuta katika kata za mwanzo za Mihua. Akitoa taarifa ya mradi huo mhandisi wa tume ya umwagiliaji wa mkoa wa Tabora Martin Mgangaluma amesema malengo ya mradi wa ujenzi wa skimu ya Idudumo ni kuongeza uwezo wa bwawa la kuhifadhi maji kutoka lita bilioni 2.5 hadi kufikia lita bilioni tisa na kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 300 hadi hekta 1550 kupitia huu wakulima wataweza kulima katika misimu miwili, pia utainua uchumi wa mkulima mmoja mmoja na kuongeza usalama wa chakula katika halmashauri ya mji wa Nzega na mkoa wa Tabora kwa jumla. Hivyo ni wasi wananchi wote wa eneo la mradi kutoa ushirikiano kwa mkandarasi na kulinda miundombinu inayojengwa na serikali kwa sababu ni gharama kubwa, ili iweze kuwanufaisha vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Akizungumza baada ya kushuhudia utiaji saini wa mkataba huo kwa niaba ya mkuu wa mkoa Tabora, mkuu wa wilaya Uyui, Mohamedi Mtulia kwao, pamoja na kueleza manufaa ya mradi huo, amewataka wananchi kutunza miundombinu hiyo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa hiyo kutakuwa na fursa kubwa ya kibiashara, na tutaendelea kupanua fursa kwa wananchi wetu, watakuwa wanaweza kujipatia fedha za kigeni na pesa zetu za Kitanzania kwa ajili ya mradi huu. Na tunapofanya hivi, na watu wengi watakuja, watakuja, watakuja. Kwa hiyo mradi unatakiwa kuongezeka, usiwe vile vile kama tulivyokuwa tumepewa. Tunawaahidi kwamba mradi huu utafanyika kwa kiwango cha juu sana. Tuna maenjinia wabobezi ambao wapo tayari kufanya hii kazi. Nawaahidi kwamba tutaifanya ndani ya muda ambao utakuwa tumepewa. Labda Mungu akijalia kwa uwezo wake tutaweza kumaliza mapema kabla ya hapo. Hata hivyo, mradi huo umeleta imani kwa wananchi kwa kuwa sasa wataondokana na kilimo cha mazoea na kuanza kulima kisasa kutokana na uwepo wa miundombinu ya umwagiliaji. Kule nyuma tulikuwa tunahangaika sana maji, tulikuwa tunaenda kuchota mbali mm, wilaya ya Igunga. Kwa hiyo ninashukuru sana mheshimiwa mbunge Hussein Bacha pamoja na na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kutuendeleza kutuletea huu mradi. tulikuwa tunahitaji mheshimiwa atuletee trekta za kulimia. Yaani, sisi wananchi ndio tuwe wasimamizi wa vifaa vitakavyoletwa hapa kwa ajili ya kutusaidia kuendesha ule mradi. Asante sana Nancy, kwa taarifa hiyo. Wanawake mkoani Geita wametakiwa kuachana na tabia ya kujiingiza kwenye mikopo kandamizi inayojulikana kama mikopo ya kausha damu, ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ikiwasababishia hasara. Taarifa zaidi najo au maduka kutoka Geita inaarifu. Wito huo umetolewa na katibu tawala wa wilaya ya Geita Bilusibeda wakati akizungumza kwenye kongamano lililoandaliwa na chama cha wafanyakazi wanawake Tanzania TWCC tawi la mkoa wa Geita lililofanyika mjini Geita. Akina hey, mama tusijiingize kwenye mikopo ya kausha damu. Mikopo ya kausha damu sio mikopo mizuri, mwisho wa siku unafilisiwa. Ulikuwa na sofa yako, sofa inakwenda, ulikuwa na kitanda, kitanda kinakwenda, ulikuwa na TV, TV inakwenda. Watoto sasa wanaangaika kwa jirani kwenda kuangalia TV ni nini? Yote hiyo ni mikopo ya kausha damu, na sisi tusingependa akina mama waingie kwenye, kwenye mikopo ya kausha damu inamaanisha na jana pia tulikuwa tuna kikao kupitisha mikopo hii kwao. ni waomba kina mama tuachane na zile habari za mitaani kwamba mikopo hii wameandaliwa watu maalum ke. Mwenyekiti wa TWCC mkoa wa Geita Bicesilia Miraji amesema lengo la chemba hiyo ni kuwawezesha wanawake wajasiriamali wote bila ubaguzi wowote ili waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, huku katibu wa TWCC mkoani umo Bi Evelyn Bwile akibainisha changamoto ambazo zimeendelea kuwakumba wajasiriamali wanawake. Tunahakikisha mjasiriamali anasonga mbele na anafanya kazi yake kwa kiwango kinachohitajika, hilo ndio lengo la kuhudumia <tipi> wana, wanawake wote hata ambao sio wanachama wetu. Mwanamke yeyote anayekutana na changamoto kuhusu biashara yake, sisi tuko pale kuweza kuwasaidia. la <tipi> vijana wajasiriamali kutokutongewa maeneo yao rasmi ya kufanyia shughuli zao hapa wilayani na mkoa kwa ujumla. Hapo Mheshimiwa mgeni mge mge mge mge mge rasmi, tunamaanisha kwamba tunaona wamachinga wana maeneo maalum kwa ajili ya kufanyia shughuli zao, lakini pia yeah. kuna masoko ya wakulima tunapokuja swala la wazalishaji, esei wale watu wa culture na shughuli zingine za uzalishaji za kuongeza thamani kama vile ilivyo soko la mwenge au machinga komplex ndicho tunachokimaanisha. Kwa upande mwingine, kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo amesema wakati umefika kwa wanawake kujitambua na kuwekeza katika shughuli za kiuchumi ili kujiongezea kipato, kusaidia familia zao na pia kuepukana na ukatili wa kijinsia unaotokana na migogoro ya kifamilia na kiuchumi. Mama wengi tunakutana na changamoto kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kiuchumi na kina baba mliopo, mkubali mkatae, sisi ndio tunaoongoza familia. Mama ndio mwenye jukumu kubwa la kuongoza familia, na mama akiwa na uwezo wa kiuchumi juwe familia inaongoka. Kweli si kweli? Hiyo familia lazima itatoka, hata baba elai Kongamano hilo limewaleta pamoja wanawake wajasiriamali kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Geita likiwa na lengo la kuwajengea uwezo na kuwaunganisha na taasisi za kifedha zinazotoa mikopo yenye masharti nafuu. Asante sana Joel kwa taarifa hiyo. Viongozi wa dini kutoka nchini Kenya na Tanzania wanatarajiwa kufanya maombi maalum kwa ajili ya kuombea taifa la Tanzania ili kunusuru vitendo vya uvunjifu wa amani wakati wa uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2025. Gula Kimsola ameandaa taarifa zaidi. Viongozi hao kutoka kanisa la Wadventisti wa Sabato lililopo wilaya Kinondoni na wenzao kutoka jijini Nairobi nchini Kenya watafanya maombi hayo kupitia programu maalum ya uamsho ambapo Haloni Mutuli Mwangi, mchungaji na kiongozi wa dini kutoka nchini Kenya, amesema katika wiki hiyo watatumia muda huo kufanya maombi ya kuombea mataifa ya Tanzania na Kenya, kuja kuamsha wenzetu. Na kando na kuamsha wale ambao ni waumini wenzetu, pia tunatoa mwito kwa wengine waweze kujiunga pamoja nasi na kanisa la Mungu, tuweze kudalika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na kando na hayo, tunashiriki kwa maombi ya kuombea nchi hizi mbili tunaombea ulimwengu wote kwa ujumla, na pia tunaomba kwa ajili ya uchaguzi wenu unapokuja mwezi wa kumi, amani iweze kushamili hapa. Ndio hiyo sasa imetufanya tuweze kuja. Kwa upande wake Muthee Patrick, mchungaji kutoka jijini Nairobi, pamoja na Victor Chihimba, mchungaji katika kanisa la Adventist wa Sabato lililopo Kinondoni jijini Dar es Salaam, wamesema wiki hiyo ya maombi itaanza tarehe ishirini na saba ya mwezi huu hadi tarehe tatu ya mwezi Mei huku akitegemea kuhusisha viongozi kutoka Tanzania na wale wa kutoka nchini Kenya. Kama waraia wa, wa nchi ya Kenya na nchi ya Tanzania eh, tangu jadi tumekuwa na mahusiano ya karibu sana, ule undugu umekuweko tangu enzi ya kufukuza mkoloni na kupata uhuru, na hii imepatia kanisa kipaumbele kupeleka Injili pamoja na kanisa hili la kiadventista pia vilevile vile, uongozi wetu, tuna kiongozi anayeshikilia katika maeneo haya ya tunayaita Eastern Central Africa Division, viongozi ni mmoja na viongozi wengine wanashikana. Kwa hivyo hiyo hali ya utangamano imetupatia nafasi kubwa sana hata ya kupata wahubiri kutoka pande hii, waimbaji na kutoka pande ile nyingine bila vikwazo wala matatizo yoyote. Amen. Hivyo tunashukuru hata viongozi wetu wa kiserikali kwa ushirikiano ule. Hivi tumewapokea marafiki wa wachungaji ambao wametokea nchi ya jirani ya Kenya, na wanakuja Kinondoni kwa ajili ya juma la uamsho. Wakati huu marejeo ya Yesu Kristo yapo karibu sana, na tunahitaji watu kuweza kuamka kwa, kwa sababu tukio kubwa linakuja Amin. na hivyo tunategemea ya kwamba tuta tumealika ndugu jamaa marafiki na tunaendelea kualika kwa ajili ya tukio hilo, ili tuje tuamke pamoja, maana mwokozi anakuja hivi karibuni Amin. kwa hiyo wote tunawakaribisha na itakuwa ni wakati wa furaha wa maombi pamoja na vilevile vile kumsihi Bwana kutupatia nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutupa mwendo wa kuweza kukaa vyema na kulinda hatua zetu hata tumpokee Kristo Mwokozi ajaye. Nice, naye Sadiki Onazi amesema licha ya shughuli ya sala na maombi, pia kutakuwa na njia ya kumsifu Mungu kwa nyimbo za Injili, huku akiwataka Watanzania kujitokeza kwa wingi ili kuungana nao katika programu ya uamsho wa Mungu ili kuombea viongozi wa serikali na mataifa hayo mawili. Asante sana Gudlaki Msola kwa taarifa hiyo. Baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Njombe limemwagiza mkurugenzi wa halmashauri hiyo kufuatilia malalamiko ya wakulima wa parachichi wa tarafa ya Lupembe ambao wanalalamikia kundi la madalali na walanguzi walioweka kambi katika eneo hilo na kisha kununua parachichi za daraja la kwanza kwa madai ya kwamba ni daraja la pili kwa bei ndogo. Taarifa ya Ibrahim Lele kutoka Njombe inaarifu zaidi. Wakitoa maazimio kwa kauli moja katika kikao cha baraza la madiwani, akiwemo Innocent Gwivaha, wamesema hali ni mbaya kwa wakulima kwa sababu madalali wanawaibia, hivyo hatua za haraka za kuwapiga marufuku kuendelea na manunuzi ya matunda zinahitajika, ili kuokoa uchumi wa wakulima na mapato wa ya serikali yanayopotea. Madalali wananunua parachichi za wakulima huko kwenye hadhara ya mashauri yetu na mbali na wizi na unyonyaji unaofanywa na madalali, baraza pia limejadili hali mbaya ya barabara Halmashauri ya wilaya ya Njombe zinavyoathiri shughuli za kibiashara na asilimia kubwa sasa hivi zimekuwa na usumbufu mkubwa hizo nyingi, na kuna sehemu zimefunga kabisa, magari hayafiki. Ni waombe TARURA kumfua, ambako, kwa sababu mvua zinaendelea kunyesha, wajitahidi kunatua mahali ambapo, kwa wakati nikarajia kuwa ikiwezekana barabara ile ikitoka kila sisi mbele basi ivuke mpaka kwenye hospitali ya wilaya ya o. Changamoto za barabara zipo

Akitoa ufafanuzi kuhusu changamoto ya barabara, meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Njombe, Mhandisi Konstantini Ibengwe amesema maeneo yote yenye shida yatashughulikiwa na kisha kuweka wazi utaratibu mpya uliotolewa na wizara kwenye barabara viporo kutokana na utekelezaji wa bajeti ya, ya 2025. Lakini pamoja na hayo mfuko wa bajeti ndio tuliruhusiwa kutangaza kazi ya asilimia mia moja. Hivyo basi katika mwongozo wa bajeti wa ishirini na tano ishirini na sita tulitoa maelekezo ya kujikita zaidi kurudia vikono vya bajeti ambayo vilibakia mwaka wa fedha ishirini na nne ishirini na tano kuvihamisha vyene mwaka wa fedha 25 26. Nikiripoti kutoka katika viunga vya mkoa wa Njombe, TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa kwa siku moja sekta ya michezo ya kubahatisha nchini imekuwa ikichangia zaidi ya shilingi milioni mia sita, fedha ambazo zimekuwa zikiingia katika mfuko mkuu wa serikali huku wadau hao wakiahidi kukarabati maeneo yote ya wananchi kupumzika katika miji na mikoa mbalimbali. Gudluck Msolla ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza na wanahabari wakati wa kutambulisha mchezo wa kasino kidijitali kupitia kampuni ya Media Bay, mkurugenzi mwandamizi wa bodi ya michezo ya kubahatisha nchini Jehude Ngolo amesema kutokana na ukuaji huu wa serikali imejipanga kuendelea kuweka sheria na kanuni rafiki ambazo zitalinda sekta hiyo. Kuna sheria zipo, na tunawataka waendeshaji wazingatie hizo sheria kuhakikisha kwamba watu wanacheza kistarabu na wanazingatia sheria zilizopo, na hata matangazo, kuna wakati maalum wa kutangaza matangazo ya michezo kubahatisha, na huwa tunawataka waendeshaji wafuate hizo sheria. Kwa upande wake Kevin Mwina, meneja masoko kutoka kampuni ya Jackpot City, amesema licha ya wadau hao kuchangia kiasi hicho cha fedha, pia wamejipanga kuhakikisha wanapanda miti na kuboresha bustani za wazi za miji na mikoa, ili kusaidia kuboresha mazingira ya kupumzika ikiwa ni sehemu ya mchango wao katika kuboresha mazingira. Tofauti ya hii Jackpot City Casino na platform zingine za kubashiri ni kwamba sisi tunaweza tukasema kuna guaranteed wins, na makampuni mengi ya kubashiri unashinda pale kwenye mtandao unapata hela yako pale, lakini sisi unashinda pale, lakini pia unapata tiketi kwa ajili ya kupata vitu vingi zaidi nje ya ile platform unaweza ukajishindia membership za gym, unaweza ukajishindia dina sehemu mbalimbali kwao. Tunatoa ile experience ya kwenye simu tunaileta kwenye ulimwengu wa asili, ili usikae tu kwenye simu yako utoke na kuchanganyana na watu. Naye Jimmy Kenneth, manager uendeshaji Jackpot City, amesema ili kuendana na sheria na kanuni za uendeshaji wa michezo wa kubahatisha amelazimika kuweka utaratibu wa kuwezesha mtu kujidhibiti katika uraibu wa michezo wa kubahatisha, ili kudhibiti vijana wengi wasiweze kuangukia katika uraibu wa michezo hiyo. Sisi kwa ukubwa wake tunatambua tunatambua sana e, e, ili eneo la uraibu na kwenye product yetu tuna namna ambavyo mchezaji anaweza akajilimiti, labda akajiwekea limiti ya kiwango cha kucheza labda, anataka nicheze shilingi 1000 tu ndani ya wiki hilo linawezekana, kwa hiyo mtu anaweza akajiwekea limit, lakini anapoona kwamba uh, hawezi kuendelea ama anaona hiyo element ya uraibu inakuja. Lakini pia tunao uh, dawati la kuweza kushauri watu namna gani bora ya kuweza kunufaika na hii michezo ya, ya, ya Jackpot City. Kwa hiyo tuna hiyo option ambayo mtu anaweza akaomba ushauri na tukaweza kumguide namna gani ya kuweza kufanya, lakini pia anaweza akaset E, limit yake ya kiwango cha kucheza, lakini kama anaona inazidi zaidi tuna e, kitu tunakiita self exclusion ama kujiondoa mizi, ataweza kutoka kama anaona e, hali imekuwa si nzuri zaidi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.